Bwana Yesu asifiwe na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa Sano Milele, nikiwa mwanafunzi wa Yesu ambayo naleta wanafunzi wengine kwa Yesu kutoka Afrika ya Mashariki. Neno ambayo leo nawaletea asema mutu ana faida gani kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake namna anavyojitahidi chini ya jua. Acha kwanza tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa kulinda usiku na mchana, tunasema asante kwa neema zako. Basi Baba, tumeenda hubiri habari njema kwa mataifa yote, tunakuomba kwa huruma wako, Roho wako awe juu yetu na yule ambaye anafuatilia mahubiri haya, tunaomba damu yako imooshe na Roho wako amuvike katika jina la bwana wetu Yesu Kristo, amina. Mtu ana faida gani kwa kazi yake yote kwa juhudi ya moyo wake namna anavyojitahidi chini ya jua? Neno ambalo tunakuta katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya kwanza mstari wake wa tatu na katika sura yake ya pili mstari wake ishirini na mbili. Huyu ni Mhubiri ambaye alijiuliza hili swali akasema, sasa mtu ana faida gani kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake namna alivyojitahidi chini ya jua. Mtu hupata nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake wote namna alivyojitahidi chini ya jua? Huyu Mhubiri yeye mwenyewe alijitambua akisema, mimi ni mfalme wa Yerusalemu, akasema mimi ni mfalme wa Yerusalemu. Yani huyu ni mfalme Sulemani. Huyu mfalme Sulemani alikuwa mtoto wa mfalme Dawidi, na huyu mfalme Sulemani alipata bahati ya kutana na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akampa hekima. Kupitia hekima yake ndipo alijiuliza swala ya sasa ku. mtu kupata nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake namna alivyojitahidi chini ya jua. Mara nyingi watu wenye hekima, watu wenye akili wanapoona vitu fulani, wakati wanaposikia mambo fulani, wakati wanapogusa vitu fulani wanajiuliza swali mbalimbali mbali. Na huyu Sulemani kupitia hekima yake alipoona mambo namna yanavyotendeka chini ya jua alijiuliza swali, sasa, mtu ana faida gani kwa juhudi yake na kwa kazi zake zote ambazo, ambazo anazifanya chini ya jua. Aliona namna watu chini ya jua wanashughulika, namna chini ya jua watu wote wanatumika usiku na mchana, wanarudi jioni wametoka, wana wanaamka asubuhi mapema wanaondoka kwa haraka na huko kazini wanatumia kwa bidii kwa, kwa juhudi kazi zao, wanarudi jioni wamechoka, tangu watoto wao katika miaka yao ya kazi hadi kuzeeka. Aliona namna watoto wadogo wanaamka mapema ili waende shuleni, namna wanaondoka huko shuleni, wanatumia bidii, wanatumia nguvu ili wapate hekima na makati, kwa bahati wanaweza wanashinda, wanapanda vyeo, wanaenda katika masomo ya sekondari. Hapa wanatia nguvu ili wapate heshima na wapande vyeo, na kwa bahati wanapanda vyeo, wanafika katika masomo ya university. Huko wanatia nguvu, wanasoma hadi wanapata vyeo mbalimbali pamoja, wanapata vyeo vya sekondari, wengine wanapata vyeo vya university, wengine wanapata vyeo vya hali ya juu kama doctors na PhD, mambo kama haya na kisha hayo hayakwishi, wanaenda kazini. Huko kazini wanaamka mapema wakikimbia, wanaenda kazini. Huko wanatumika usiku na mchana, wanarudi jioni wamechoka kabisa, wanalala bado hawajapumzika, tayari umekucha, wanaamka wanakimbia, wanarudi kazini. Huko wanatumika miaka tatu, miaka tano, miaka kumi, ishirini, thelathini hadi uzee wao wakitumika na wale ambao hawakupata bahati ya kumaliza mashule kumaliza masomo wanatumika kazi mbalimbali mbali, pamoja walimaji wengine madereva kwa kazi mbalimbali mbali, wanatumia nguvu wanaamka mapema wanakimbia, wanarudi jioni wamechoka, kesho wanarudi huko. Sulemani hayo yote akayaona, ndipo kuuhudi. Sasa, mtu ana faida gani kwa juhudi ya moyo wake na kazi zote ambazo anazifanya chini ya jua. Huyu Sulemani kupitia akili yake, kupitia neema, kupitia hekima ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia, ndipo yeye mwenyewe alikwenda kutafuta ili ajue mtu ana faida gani kwa kazi yote na kwa juhudi ambayo anatumia chini ya jua. Na tunakuta katika kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili hadi kumi na tatu yeye mwenyewe anasema ya kuwa basi nikatia moyo wangu ili nipeleleze katia moyo wangu ili, n, ili nitafute nivumbue yote ambayo yanafanyika chini ya jua. Na Biblia asema ya kuwa alifanya hayo kupitia hekima yake, alijifunza, alipeleleza yale ambayo yanatendeka chini ya jua, na akayofanya kupitia hekima yake yeye mwenyewe akitwambia namna alivyofanya, yanasema anasema Rohoni mwangu nikapeleleza namna ya kuburudisha mwili ili watu wote ambao wapo chini ya jua wayafanye muda wote wa, wa maisha yao chini ya jua. Aitafuta kitu ambacho kinaweza kumfurahisha mwanadamu chini ya jua, ndipo akakwenda kujifunza, akaenda kujifunza kupitia hekima yake. Hayo tunasoma katika Mhubiri sura yake ya pili mstari wake wa tatu. Biblia inasema alipokwenda kupeleleza, alipokwenda kujifunza, kitu cha kwanza ambacho alijifunza ni hekima. Alikwenda kujifunza hekima. Yeye mwenyewe hutuambia kuwa alitia roho yake ili ajue hekima ni nini, sura yake ya pili mstari wa kumi na moja. Alikwenda kujifunza hekima, alipenda kujua akili ni nini. Alifurahia kupata akili, kama vile sisi wote katika maisha yetu tumepita njia hiyo, tafuta akili katika, ma katika mashule mbalimbali mbali, katika masekondari, katika universita tulipita ili tupate hekima. Naye alikwenda kujifunza hekima na yeye mwenyewe anatuambia, kuna nafasi ambapo alipofika yeye mwenyewe akasema, hakika nimejipatia hekima kuzidi wote ambao wamenitangulia Yerusalemu, na moyo wangu umeona kwa wingi hekima na maarifa. Alijivunia ya kuwa amepata akili, alijivunia kuwa amepata akili alijivunia kuwa amepata hekima. Mara nyingi sisi wote wakati tunajifunza tuna tunajifunza tunapanda vyeo katika university, tunapata vyeo fulani, tunapata bachelor, tunapata PhD, tunapata masters, tunajivunia kabisa sisi tumepata hekima, tumepata akili. Na naye mwenyewe Suleimani alipita kwa hali hiyo, alijivunia kuwa amepata akili lakini kuna kitu ambacho alivumbua kupitia hekima. Alivumbua ya kuwa hata amepata hekima, kuna kitu ambacho amekosa. Yeye mwenyewe alisema katika Mhubiri wake ya kwanza mstari kumi na nane ya kuwa katika wingi wa hekima kuna wingi wa uzuni, na yule aongezaye maarifa huongeza masikitiko, huongeza uzuni alikuta ya kuwa wakati unapoongeza hekima wakati unapoongeza maarifa na maangaiko na uzuni unaongezeka. Katika maisha yetu ya kila siku, sehemu mbalimbali ambayo tunatumika, tumewaona watu tofauti ambao wamesoma hata kufika mbali na wanatumika na ukizungumza nao, wanakwambia hakika, mshahara ambao wananipa kazi ambayo nazozifanya sio kadiri na masomo yangu, wamenungunika, hawafurahi, wamehangaika katika hekima. Hakuna furaha katika hekima, huyu ni Sulemani ambaye alikuwa na hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akatuambia ya kuwa katika hekima hakupata furaha. Katika hekima unapoongezeka, katika hekima hekima yako makati inapoongezeka, na huzuni inaongezeka. Alipoona ayo huyo mtumishi wa Mungu Sulemani basi, akasema sasa, kama sipate furaha kupita hekima, najapo nilikuwa nimepata hekima, ninaweza nikageuza nika namna ya kuishi. Ndipo akasema, basi ninakwenda nijifanyie kazi hizo za hali ya juu, nenda kuzifanya kazi hizo za hali ya juu na hapo, hakika nitapata furaha. Hayo tunasoma katika Mhubiri sura yake ya pili mstari wa nne hadi wa tisa. Biblia baasema yeye mwenyewe akakwenda. Yeye mwenyewe antuambia, akajifanyia manyumba, akajifanyia nyumba. Tunaziona nyumba mbalimbali mbali katika mingi fulani fulani ambayo tunapopita tuna watu wamejenga wa manyumba za hali ya juu, unapoangalia unasema hawa kabisa wamepata furaha. Naye alijenga nyumba za hali ya juu yeye mwenyewe anasema, na yeye hakuachia hapo, anasema nikalima mashamba nikapanda misabibu anasema nikajifanyia bustani, na ndani ya bustani nikaweka miti ya matunda ya kila namna. Akasema nikajifanyia biniki ya kumwangia maji musitu, ambapo unapo miti bado michanga. Sijue ya kuwa uliwahi kutembea katika bustani ambapo una miti bado michanga, hapo kuna harufu nzuri. Huyu Suleimani alikuwa akipita akitembea katika bustani akimwangia maji akipata harufu na hewa ikimpitia. Yakasema hakuachia hapo, niliwanunua watumwa wajakazi, hata kwangu kuzaliwa watoto. Ye mwenyewe husema sikuachia hapo, nilijikusanyia fedha na dhahabu, hata na tunu kutoka majimbo. Akasema nikawa tajiri kabisa. Nilikuwa na ng'ombe nyingi na kondoo nyingi, anasema nikawa mkubwa kupita wote ambao walionitangulia Yerusalemu, na tena nikabaki na hekima yangu. Kuna makati watu wanakuwa na mali nyingi lakini wanakosa hekima, lakini huyu Sulemani yeye sasa alikuwa na mali nyingi tena na hekima, na yeye mwenyewe alijivunia, ninayo mali tena ninayo hekima na Biblia yatuambia sasa, alipomaliza hayo yote, aliangalia kazi zote ambazo amezitenda kwa mikono yake, aliangalia namna alivyotaabika ili aweze kuyatenda. Akaona faida ambayo amepata hapo, akakuta ni ndogo, alikosa amani, japo alizitenda kazi za hali ya juu. Kupitia huyu Sulemani, yale ambayo aliyoyaona huyu mfalme aliyoyaona yaonekana ya, ya kuwa kazi za hali ya juu hazilete furaha. Hata makati unayo mali we mwenyewe utakuta ya kuwa ulale usingizi, unaogopa, unaopa watu watakuja kukuiba, watakuja kukuua, kwa sababu unayo mali. Kupitia mali hakuna furaha chini ya jua. Ndipo huyu mtumishi wa Mungu Sulemani mwenye hekima akasema, hakika hapa chini ya juu mambo yote ni ubatili na kujilisha lakini kupitia hekima yake akasema, hapana, naweza katafuta namna nyingine ya kuishi. Ndipo akageuza akasema, sasa, kama nimekuwa na hekima na sikupata furaha, kama nimekuwa na mali nasikupata furaha, sasa naenda nikageuza namna ya kuishi. Yeye akasema sasa, naenda kuishi sasa kama mpumbafu. Naenda kuishi kama mpumbafu kwa sababu kupitia hekima sikupata furaha, kupitia mali sikupata furaha, kupitia kazi nyingi, majengo ulimaji mali sikupata furaha, na kwenda sasa kuishi kama mpumbafu. Yeye mwenyewe kutuambia katika Mhubiri ya pili mstari wa tatu hadi kumi ya kuwa akapeleleza namna ya kufurahisha mwili kupitia pombe. Kasema sasa, kama nimetafuta hekima sikupata furaha, kama nimepata mali sikupata furaha, nenda sasa kupitia pombe, nendaishi kama mpumbafu. Ndipo alikwenda katika pombe Akakunywa pombe, akakunywa pombe, akakunywa pombe, akawa mlevi. Sulemani mlevi. Sulemani tena akatuambia, hakuachia hapo, anasema ya kuwa alijitafutia waimbaji tena, wale ambao watu wanawatunukia, wale ambao watu wanawapenda, wana wale waimbaji wa hali ya juu walikuja kwake, wakamwimbia, wakamuchezea, naye akicheza akikunywa pombe na akasema hakuachia hapo, hakukunya pombe peke yake, hakucheza peke yake. Yanasema nikajitafutia wanawake wengi na masuria wengi. Biblia tuambia kwa huyu Suleimani alikuwa na wanawake mia saba, alikuwa na masuria mia tatu. Basi Suleimani akajifurahisha tena, anasema ya kuwa katika maisha yake hakuweza kuyaima kuya macho yake kile chochote ambacho yalichokimwomba Anasema roho yangu sikuizuia kitu chote cha furaha. Aliishi kwa furaha, kwa pombe alikunywa pombe, alikuwa mlevi, akiishi katika furaha, katika michezo, katika manyimbo za ulimwengu, akicheza, akiwa pamoja na masuria na wanawake wengi sana. Lakini alipomaliza hayo yote, akaangalia sasa, sasa katika maisha yangu nimeishi nimeiona hekima, nimepata mali na nimeishi katika maisha ya upumbavu. Akavumbua ya kuwa kuna tofauti kati ya maisha ya upumbavu na maisha ya hekima. Akasema kama vile giza ni tofauti na mwanga, hivyo hivyo upumbavu ni tofauti na na hekima, kwa sababu mwenye hekima kutembea akiwa na nafasi ambapo anapoelekea, lakini mpumbavu hajui nafasi ambapo anaelekea. Akasema lakini hayo yote akakuta yote ni sawasawa sawa. Yote ni ubatili na kujilisha upepo, Mhubiri sura yake ya kwanza mstari wa ya kumi na saba. Akakuta yote ni ubatili, ikiwe hekima ikiwe mali ikiwe pumbavu yote ni ubatili. Kwa nini yote ni ubatili? yeye mwenyewe alifuatilia akasema kwanza ni ya kuwa mwenye hekima, mwenye mali na mpumbafu wote watakufa sawasawa, wote sawa. watakufa sawasawa, ukiwe mpumbafu, ukiwe mwenye hekima utakufa. Akazidi kufuatia akasema, wote ni sawasawa sawa, yote ni ubatili, kwa sababu kama mimi nilikuwa mwenye hekima nitakufa kama mpumbafu, hasa hekima yangu utanifalia nini? kama nilikuwa tajiri, kwa nini nitakufa kama umaskini? Utajiri wangu utanifalia nini? utanifalia nini? Hakuna. Ya ndugu yangu, siku moja kifo kitakuja kitakubeba. Suleimani akakata roho, Suleimani akakuta yote ni ubatili. Akasema sasa, inawezekana ya kuwa ninaweza yote ambavyo nimetumika chini ya jua kupitia hekima naweza nikaviachia wale ambao watakuja nyuma yangu. Kisha hekima yake ikamwambia, sasa, unajuaje ya kuwa yule ambaye atakuja nyuma yako atakuwa mwenye hekima ama atakuwa mpumbafu? Mali yote ambayo unayo uliyapata kupitia hekima, mambo yote ambayo uliyapata, mali yote ambayo uliyapata, yote ambavyo ulivyovifanya umevipata kupitia hekima, asikuwe mpumbafu. Lakini sasa anakuja kurithi mali yangu ambayo nimepata kwa hekima ambayo nimetaabika ili niyapate, nimeteseka, nimetumia muda wangu, nimejifunga mkanda ili niyapate, anakuja kutawala mali yangu ambayo hakutesekea, hakutumikia. Kasema haya yote ni ubatili, mambo ya ulimwengu yote ni ubatili, mambo ya ulimwengu ni kujilisha upepo. Kujivunia mali, kujivunia akili, kujivunia nguvu, yote ni ubatili kujivunia cheo, kujivunia nguvu yote ni ubatili chini ya jua, kwa sababu siku moja utatoka chini ya jua na utaondoka. Ukia kuambia huyu Sulemani makati alipokuwa akita, akita, akijifunza, kuna vitu ambavyo alivyoviona vya muhimu chini ya jua chini ya jua alikuta hakuna faida hata moja ambayo ipo zaidi ya kula na kunywa na kuburudika. Hakuna faida ipo juu ya kula na kunywa kuburudika. Ulivunjika ukitenga manyumba, ulivunjika ukiuza mashamba, ulivunjika. Hivyo vyote havina faida, hivyo vyote ni kujilisha upepo. Hivyo vyote ni nivya chini ya jua. Cha muhimu ndugu yangu katika Kristo ni, kwe, ni vile ambavyo vipo juu ya jua chini ya jua, hakuna cha muhimu, lakini vya muhimu vipo juu ya jua. Huyu Suleimani akasema hapa chini ya jua hakuna kitu cha fa cha faida isipokuwa kula na kunya na kuburudika. Hivyo ndivyo utabeba, hivyo ndivyo vyako, vingine vyote sio vyako, nyumba sizo zako, milima sio yako, mashamba sio yako, uliyakuta na utayaacha. Na ambao watakuja nyuma yako, hujui watafanya nini, kama watakuwa wapumbafu au kama watakuwa wenye hekima Suleimani akasema cha muhimu ambacho alikiona, mupisi wake ya pili ishirini na nne, ni kula na kunywa na kuburudika. Aliona ya kuwa chini ya jua cha muhimu ni kumheshimu Mwenyezi Mungu, kwa sababu yule ambaye anamuheshimu Mwenyezi Mungu, Mungu kumupa kula na kunywa humupa amani humupa furaha. Akakuta hayo yote yatoka Mwenyezi Mungu, ndio anayoyapana. Tumewaona watajiri wengi ambao wana mali wana chakula nyingi, lakini wamegonjwa magonjwa mbalimbali. Hawakubaliwe kula nyama, hawakubaliwe kula sukari, kula chumvi, wakati wanayo mali. Wakati tumewaona wamaskini ambao wanakula vyote ambayo wamepata. Mungu apewe sifa Furaha ya kweli, furaha ya kweli yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Vingine vyote ni bure. Hekima haiwezi kukupa furaha, mali haiwezi kukupa furaha. Furaha yatoka kwa Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe ndiyo hupana upa furaha kula na kunywa. Akakuta ya kuwa kile ambacho Mungu huwapa wale ambao hawamwamini, wale ambao hawamuheshimu, anawapa kazi ya kukusanya kututa na kumupa yule ambaye anamheshimu Mwenyezi Mungu, Mhubiri sura ya pili mstari ishirini na sita. Mungu kuwapa wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, wale ambao hawamwabudu anawapa kazi ya kukusanya na kututa na kumletea yule ambaye anaye mwamini Mwenyezi Mungu. Tumewaona wale ambao matajiri ambao hawakule na wakunywe hawa kwa sababu ya ugonjwa mbalimbali wanatuta peke yake na wanakusanya. Mhubiri atatuambia cha tatu cha muhimu ambapo amekiona chini ya jua ni kumheshimu Mwenyezi Mungu na kuheshimu sheria zake. Hiyo ndio ya muhimu, ndio ambayo inampasa mwanadamu. Hiyo ndio inatupasa sisi wanadamu, tumheshimu Mungu, tuheshimu sheria zake. Na hiyo sio ma mambo ya chini ya jua, hayo ni mambo ya juu ya jua makati tunapotafuta mambo yaliyo juu ya jua tunatafuta uzima wa milele maana tunatafuta mambo ambayo yapo juu ya jua. Tunamheshimu Mungu tunamwabudu, na tunaheshimu sheria zake na tunazifata. Basi nakuita wewe ambaye unafuatilia mahubiri haya, wewe ambaye bado hujapokea Kristo kama mwami na mwokozi wako, basi nakuita ili kama umpokee na, na mwokozi wako na utapata uzima wa milele na uanze kuyatumika uanze kuyafuatilia mambo ya juu ya, ya jua. Nasikuite ili uache kazi hapana. Na mimi ambaye nipo hapa, nipo mtumishi natumika, lakini ujue kuwa kazi zako, kazi zako, pesa zako, mali yako haitakupa uzima wa milele hayo yote hayatakupa furaha, kwa sababu hapa duniani hakuna kitu ambacho kinaweza chakupatia maisha ya milele. Basi katika Kristo, nakuomba ili tangu leo umheshimu Mungu, uheshimu na amri zake, na atakupa uzima wa milele, atakupa furaha ya milele. Acha tuombe. Baba katika jina la Yesu tunasema asante kwa kutulinda usiku na mchana, tunasema asante kwa mahubiri haya, tunasema asante kwa kuwa umetukumbusha kuwa hapa chini ya jua hakuna kitu kizuri, vyote ni ubatili peke yake, vyote ni kushilisha upepo. Basi Mungu, tunakuomba ili utupe neema, utupe nguvu ya kutafuta vile ambavyo vipo juu ya jua, ili e, tuweze kuamini, tuweze kuabudu na kuheshimu sheria zako. Asante Yesu kwa kuwa huyu ambaye anafuatia mahubiri haya umemwona na Roho yako atazidi kumufundisha katika jina lako takatifu, amen.